Mchezo um, wenyewe ni adaptation wa French play ambalo neno lenyewe la Kifaransa <laughs> mimi wacha <laughs> tu <laughs> no. Lakini uh, onyesho lenyewe linaitwa Vienyeji Pro Max na ni onyesho kuhusu haswa uh, maringo na madaha ya mabinti aidha wa miaka za saa hizi, ama kama vile ulivyosikia miaka 350 iliyopita ya kile ambacho wanadhani wana deserve against kile ambacho kiko. Yes. Mimi nimecheza kama Marcellus ama Mars with an S, lakini jina langu la ukweli um, mimi ni mchezaji ambaye amecheza mchezaji <laughs> mimi ni gardener ambaye anaitwa Kinyenje, lakini nilijifanya kama Marcellus ambaye ni poet, kwa sababu huyo poet huyo msanii angalau alikuwa na zile itikadi ambazo hawa wasichana walidhani na ndizo zitawavutia kwa hivyo akakuja akarusha ndoano akaringa kidogo wakaingia box, lakini unajua hayo yote ni kuwapumbaza tu. <laughs> hakuna ukweli wowote sana sana, isipokuwa zile ambazo tunaguzia ambazo zinatuaffect zina sana sana nchini kama wa Kenya the general Um, lesson well other than the, unajua ilikuwa ni ile tu kufurahisha watu kwa sababu um, the, the fact that kuna watu hujifanya wako njia fulani na wanataka watu wa aina fulani peke yake, iko kila mahali, na hata tukisema iishe leo tufanye mchezo kama huu tena, tujaribu kuelimisha watu iishe, haitaisha. Kila mtu atakuwa na test zake, kila mtu atakuwa na preferences zake, lakini cha muhimu, of course, ni lesson kubwa ni um, kila mtu anacho kitu ambacho anaweza offer askizwe nacho, sio kumdharau, kwa sababu hajafikia kile ambacho wewe unadhani ndicho kina umuhimu, kwa sababu ukamwona eventually yule ambaye anaye kile unadhani ni muhimu anaweza kuwa ni kukupumbaza tu, anakupumbaza.